Kwa majina anaitwa Mwalimu Grace Jenkins, ni mwalimu mkuu msaidizi wa shule ya msingi Mnadani. A, tunapata changamoto nyingi sana kwa kuwa shule iko karibu na barabara. Kwanza tunashukuru tuna mmetoa me, elimu juu ya usalama barabarani watoto wan, wan, wanajifunza, kwa hivyo wanavyoendelea kujifunza wanaendelea kuwaelimisha na wengine zaidi ili waweze kujua na kutumia barabara kwa usahihi. Pia tunapata, tukua, tunapata changamoto nyingi sana kwa sababu barabarani watoto walikuwa wanawagongwa, lakini kwa sasa naona hilo tatizo linaendelea kupungua kadri elimu inavyoweza inavyoendelea kutolewa, uh, kupitia programu hii ya via. Wanafunzi kama nilivyosema, wanafundishwa elimu ya usalama barabarani, lakini vile vile pia uh, baada ya kuwa wamefundishwa wakaelewa wanashiriki katika mashindano e, wanashiriki katika mashindano ambapo kuna mashindano ya ngazi mbalimbali. Wataanzia na mashindano ya ngazi ya kitaifa. Uh, wale watakaofanikiwa kushinda kwenye ngazi ya <coughs> kitaifa watashiriki hilo shindano kwenye ngazi ya Afrika, na wakifanikiwa tena pale wanashiriki pia kwenye ngazi ya kiulimwengu, ambapo kwenye ngazi ya kiulimwengu wakifanikiwa wanakwenda kufanya kushiriki mashindano haya jijini Paris, Ufaransa. Tunaposhirikiana na Total Energies kwenye huu mradi wa via, tumegundua kwamba sanaa ni njia ambayo ni rahisi ya kiubunifu, ambayo watoto wa shule wanaweza kuielewa kui kiurahisi kupata elimu kuhusu usalama barabarani. Kwa hiyo uhusiano kati ya sanaa na usalama barabarani, eh, alama nyingi za barabarani ni, ni za michoro, ni picha, ni vitu vya uone na ni alama ambazo zinaonekana kwa ile pale, tayari ni sanaa. Kwa hiyo inakuwa ni rahisi zaidi kuhusisha zile sanaa ile michoro zile rangi na zile picha, watoto waweze kuziona waweze kuelezea na waweze kufahamu nini usalama barabarani uh, maeneo hatarishi, uh, mambo ya kufanya zile tunasema recommendations, na jinsi wao wenyewe wanaweza kuboresha mazingira yao wanavyotumia uh, bidhaa za barabarani kama shule kutoka shuleni kwenda nyumbani na kwenda nyumbani kwenda shuleni.